Habari, ndugu wasikilizaji, karibu tena katika kipindi changu hiki cha mahusiano ya ndoa. Tukiwa tunajiandaa kusherehekea sikukuu ya Eid al-Fitr, management ya umoja huu wa Makayula mahusiano na ndoa unapenda kutumia fursa hii kukushukuru kwa juhudi zako za dhati, kwa kujitolea kwako katika kutimiza majukumu yako ya kazi zako, na pia kuangalia mtandao huu na kusikiliza yale tunayoongea na tunayofundisha. Tunapenda kukutakia wewe binafsi na familia yako idi njema yenye amani na furaha tele. Tunamwomba Mwenyezi Mungu azikubali saumu zetu, ibada zetu na matunda yetu yote mema tuliyoyafanya katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, na atudumishe katika kutenda mema na kuwacha mabaya yote. Eiza, tunamwomba Mwenyezi Mungu atutumiminie atutumi, heri na baraka nyingi kwa kila mmoja wetu anayesikiliza, familia zetu, na kikundi hiki cha mafunzo haya ya makubaliano ya ndoa na mahusiano. Tunamwomba Allah atujalie sikukuu ya Eid iliyoambatana na amani, furaha, umoja, mshikamano baina yetu upendo kwetu na wingi wa mafanikio kwetu, na katika media hii ya Makayula mahusiano na ndoa. Basi, kwa haya machache, naomba kwa leo tuishie hapa, ni watakie sikukuu njema. Usisahau kusubscribe hapo chini ili uendelee na mafunzo mengine yanayotolewa katika media hii. Asante na karibuni tena.